Bwana sifiwe. Amina. Ya, naomba nitumie muda kidogo ambayo nimepewa mimi, nimeshatambulishwa tayari, na kwa hiyo niende moja kwa moja ya kwa ujumla. Kwanza nampongeza mchungaji Mdemu kwa kuchora, yeye ndiyo mlezi wetu wa chama hiki cha ATAPE na hivyo tunafurahi kuwa pamoja naye katika mkutano huu, na naomba nichukue maneno haya machache kwa kusema kwamba sisi sisi hasa mimi ni mmoja wa watu ambao wamejifunza mambo mengi sana kutoka Matanana na Kibidula. Pungeni mikono kama mnanielewa. Mnanielewa, tulikuwa Kibidula, si ndio? na tulikuwa na Matanana pia. Kwa hiyo hata sisi, Pastor Mdem, na sisi ni miongoni mwa watoto wako waliotokana na hii mitaa ambayo unaendelea kuichunga. Kwa hiyo nayo furaha sana kuwepo nyumbani. Amina jamani, ya, mtaa huu wa uh, uh, e, Matanana na Kibidula, Naomba niwaambie kwamba kama ninyi hamjitambui, ninyi ni watu muhimu sana katika maendeleo ya injili ya jimbo zima. Huenda kwa sababu nilikuwa nikichukua niki historia kidogo, nikakumbuka nikaona kwamba hii Kibidula ni maeneo ambayo yalifikiwa na injili kwa mara ya kwanza kabisa katika mkoa huu wa nini wa Iringa, na hata hivyo mmekuwa chachu ya kupeleka injili sio tu kwa labda wilaya hii ila kwa taifa zima mnaposomesha wainjilisti wanajifunza uinjilisti, sio kusoma tu vitabu, ni pamoja na kuwaona ninyi ambao mnashirikiana nao. Amina jamani! Kwa hiyo naomba niseme kuwa watu wa Kibidula, ninyi mnasimama kuwa moja ya viungo muhimu, kwa sababu huwezi kutenganisha ATAPE na injili. Amina, hauwezi kutenganisha ATAPE na nini na injili. Kwa kifupi, chama hiki kinajumuisha wajasiriamali na wanataaluma na wajasiriamali ni wale wote ambao labda ni wakulima, labda ni wafanyabiashara, labda ni wawekezaji. Hao wote ni wajasiriamali na ni wanachama pia. Na ninyi kama watu wa Kibidula, tunatambua kwamba mnao wawekezaji, wawekezaji wana wanaoulima, wawekezaji wanaowekeza viwanda, na watu wa namna hiyo lakini tunao wana taaluma ambao ni watu wote ambao ni wabunifu, wanaweza wakawa ni wabunifu kwa maana kwamba wanafanya ubunifu kuunda vitu vipya, lakini ni wabunifu wa biashara, lakini ni wasomi, lakini ni wajuzi, na wengine ni waajiriwa wa taasisi mbalimbali. Watu hawa ambao ninyi mpo hapa wote, mnaweza mkawa mnaangukia katika kitu kimojawapo. Naomba kwa niseme kwamba kanisa la kiulimwengu ambalo kanisa la Adventist lipo ni kwamba kanisa hili kama utakuwa makini sana, ni moja ya makanisa ambayo yanaenda kwa kasi sana ukilinganisha na makanisa mengine yote duniani. Unaweza sielewe, lakini naomba nikufanulie, kanisa la Roman Catholic limeanza zaidi ya miaka mia saba mingi, lakini kanisa la Adventist wa Sabato sidhani kama linazidi miaka mia na hamsini. Lakini ukilinganisha katika hiyo miaka mia na hamsini ambayo kanisa hili lipo, linazo taasisi nyingi na maendeleo ya washiriki nayo ni makubwa sana. Hata hapa tu ukisimama ukihesabu makanisa ya Waadventista wa Sabato. Utakuwa ni, uta, utaona ni mengi kuliko makanisa kuonyesha kwamba kanisa hili linakuwa kwa haraka na linakuwa kwa nini? Kwa sababu linao mikakati maalum ya kimaendeleo. Mimi naangalia idadi ya washiriki, wakati ule tulikuwa tukikutana mtaa mzima mpaka Mfindi kule Mgololo, wapi Nyololo, Mafinga huko mpaka Uhunga kule tulikuwa hatufiki idadi hii ambayo mko nayo, lakini hapa sasa ni mitaa miwili tu na tumekuwa na idadi kubwa sana ukilinganisha na idadi tuliyokuwa nayo miaka kumi au zaidi iliyopita. Amina jamani, hii inaonyesha kwamba kanisa linakuwa kwa kasi. Naomba niseme kwamba pia taasisi za kanisa na zenyewe zimekuwa nyingi, ikiwemo shule na vyuo. Naenda kwa kasi, kwa sababu nataka uelewe tu kwa, uh, kwa umakini kwamba vile e vile kanisa haliwezi kuendelea kama litachukulia maendeleo kwa ujumla jumla ujumla jumla, ni kwamba hata kanisa lenyewe la ulimwengu limegawanywa katika General Conference, lina conference, lina union, lina field, lina mitaa, alafu lina na nini na makanisa na makundi. Hii inasaidia kwamba kanisa liweze kufanya nini, kuratibu kazi mbalimbali za kimaendeleo kwa urahisi, na hivyo hata katika kanisa pia kanisa pia aliwezi kuwa kanisa tu, lazima liwe na idara na vyama mbalimbali mbali. Na unavyoiona hii ATAPE yenyewe, hiki ni chama kilichopo chini ya idara ya uwakili na maendeleo. Amina. Kwa hiyo napotaja, unapotaja ATAPE, unapotaja unataja uwakili na nini, uwakili na nini, uwakili na maendeleo. Uwakili unamaanisha usimamizi, unaweza ukawa usimamizi wa watu vitu, au mali na watu hiyo yote unasimamia katika nini wakili. Lakini unapozungumzia juu ya maendeleo, unaanza kugusa maendeleo ya mtu binafsi mmoja mmoja, ndipo unakwenda kwenye maendeleo ya kanisa. Tunapoona leo mmekaa hapa kwa ajili ya kujenga nyumba ya mchungaji, tunasema yes, ayo ndio nini, ndio maendeleo. Mchungaji sio anakaa kwenye nyumba ya kupanga, mara mwenye nyumba amekuja kudai kodi, anaanza kumfukuza mchungaji tunapata shida pale Mafinga. Kuna baadhi ya mitaa haijajenga nyumba ya nini, yaani ile mji mzima una nyumba moja ya nani? ya mchungaji. Na wakati fulani mimi ni, ni msaidizi pale eh? ni katibu wa mchungaji. Kwa hiyo yule mwenye nyumba anapiga nini, simu, anasema zimebaki siku tatu, siku tatu nataka kodi yangu. Maana yeye anakaa Dar es Salaam na yeye amepanga nyumba, halafu na yeye amepangisha nini kwa hiyo mkilipa na yeye anaenda kulipa kwenye nini? Kwenye nyumba ile ya Dar es Salaam. Bwana huwa inatoa jasho kwa sababu anaweza akatoa siku tatu, halafu siku tatu alizotoa ni Jumatatu. Na sisi hela ili ipatikane ni lazima Sabato ifanye nini? Ifike, inakuwaje hapo? Inakuwaje hapo? Si so, unaona ilivyo kivumbi? Kwa hiyo ninyi mmepiga akili moja nzuri sana. Na mimi naondoka na hili kwamba na sisi kule lazima hili jambo tukafanye nini? Tukalifanye. Kiukweli, kufikia hatua ya kujenga nyumba ya mchungaji ni hatua nzuri sana ya kimaendeleo. Mchungaji anatakiwa aheshimiwe. Mimi sijawahi kuona padri ambaye anakaa kwenye nyumba ya kupanga, sijawahi. Sijawahi kuonyesha kwamba wenzetu walisha advance na sisi tu advance. Tusijenge tu makanisa, tujenge pia nyumba za wachungaji wakae sehemu nzuri. Kwa hiyo chama cha ATAPE kinaungana na ninyi katika kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanafanya nini? yanafanyika na niseme kwa, kwa, kwa ufupi ni kwamba hatuwezi kuwa na maendeleo kama wachungaji wetu ambao ni walezi wetu watakuwa wanakaa katika mazingira duni, au tuna wa, tunawalea kiuduni duni, tunawafanya waonekane duni na kuwadhalaulisha. Tunatakiwa kuwafanya walezi wetu kuwa watu muhimu. Yesu mwenyewe alitembea na jeshi, watu kumi na mbili wanamfuata. Yaani ukikaribisha mmoja wanakuja kumi na ngapi? 12, kuonyesha kwamba kazi ya Yesu haikuwa yenye kudidimizwa, ilikuwa kazi ya kuinuliwa sana. Amina, jamani. Na naomba niseme, hata mchungaji hatakiwa, unamwita tu mchungaji, anakuja huko peke yake, anatakiwa aongozane na mzee wa kanisa anaongoze na na nani na katibu wake na watu wengine mbamba, ili tuweze kufanya hicho kitu tunatakiwa kutengeneza mazingira ambayo tunaita mazingira wezeshi. Mazingira wezeshi yanaweza ikawa ni miundombinu ambayo ndio tunafanya hiyo kama nyumba, makanisa, usafiri na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na mitaji kuwawezesha wachungaji waweze kuwa na vyombo vya kuwafikia watu, yaani akifika pale anasema kweli mchungaji amekuja, na hata ukiwa kule mchungaji anakaa pale, hilo ni jambo zuri. Mjipongeze watu wa Kibidula na Matanana, ongera kwa... sana. Sasa ba, chama cha wajasiriamali wana taaluma kinalo lengo la kuwafikia kila mtu kila mtu ambaye ni mshiriki Mwadventista wa Sabato ili aweze kupata kitu kifuatacho, either awe mwinjilisti mwinjilisti yeye mwenyewe wa kuhubiri au kusapoti wainjilisti. Na ndio maana chama cha wajasaliman taaluma ATAPE kinasisitiza sana uinjilisti, na ninyi mmeona, tuna mikutano ya net event. Tunasikiliza sasa hivi mikutano hii kitaifa, lakini ifike wakati ambapo itakuwa hata kikanda. Amina jamani, Itapendeza sana na mwaka ujao tutakuwa nao hapo Njombe tu, lakini pia tuwajengee uwezo watu wetu, wawe na uwezo wa kuzalisha, na ili waweze kuzalisha, wanatakiwa kuwa na mitaji, wanatakiwa kuwa na elimu, wanatakiwa kuwa na ujuzi kabisa, na ujuzi huo ndio ambao sisi tunataka kumpa kila mtu kupitia mafunzo yetu. Na mwaka huu tunasema kwamba maendeleo hayawezi kum, kumfikia mtu mkononi tu hivi hivi bila yeye kufanya nini kustruggle? Musa mwenyewe akiwa pale, Mungu alimuuliza una nini mkononi, una nini mkononi mwako? Akasema, nina nini, nina fimbo. Na ile fimbo ndio ilifanya mambo makubwa. Ndugu zangu, fimbo yako inaweza ikawa shamba lako, inaweza ikawa elimu yako, ukawa ujuzi wako, na vitu vya namna hiyo. Kupitia chama hiki cha wanataaluma ATAPE tuna mpango wa kuhakikisha kila mtu anatumia fimbo yake ili kumletea maendeleo yeye binafsi na kanisa. Amina jamani, na ndio maana mwaka huu kuanzia tarehe kumi mpaka kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili narudia, tarehe kumi mpaka kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili mwaka huu, yaani uki, ukianza mwezi huo unaokuja mwezi wa kumi na moja ukiumaliza tu unabakiza wiki moja hilo wiki linalofuata tutakuwa na mkutano maalum kabisa pale Iringa ambao huo mkutano tumepanga kwamba watu wetu watakaofika pale waweze kujifunza uwekezaji ambao watu wengi sana ni wawekezaji. Unajua, uwekezaji ni tofauti na biashara. Biashara ni kile kitendo cha kwamba unaenda kununua bidhaa halafu unafanya nini? Unauza, unakaa dukani, unakaribisha wateja lakini uwekezaji ni kitendo cha kwamba unaweka mara moja, halafu unaendelea kuvuna mwaka hadi mwaka ambayo nyinyi nikiwaangalia, naona mashamba yenu wengi wamepanda maparachichi, wamepanda miti, wengi wamefuga. Huo unaitwa uwekezaji, maana unapanda miti mara moja, unavuna miaka yote. Huo ni uwekezaji. Sasa tunataka tuwafundishe watu wetu wa Kristo wajifunze uwekezaji. Baada ya kuwekeza kwenye miti unafanya nini kingine? Umewekeza mara moja, je, unafanya kitu gani kingine? Hata Voda kwa ndugu zangu, iliwekeza katika mitandao ya simu, ni kweli, ikaanza simu, lakini sasa hivi kuna Mpesa, si sindio? Uh, kuna nini kingine? Kuna intaneti, kuna SMS, kuna nini yani? Kila mwaka kuna kitu kimoja kinafanya nini? Kinaongezeka. Usiwekeze tu afu natulia. Kwa hiyo ninyi mliowekeza kwenye miti Mnao nafasi ya kujifunza kwamba baada ya kuwekeza sasa mfanye nini kingine ili muendelee kukua. Amina jamani, tunataka kuwafundisha watu wengi. Unajua wakulima, mimi ni mwezeshaji, mimi ni mwezeshaji kwa profesional yangu, na nimefanya kazi ya uwezeshaji sehemu nyingi sana, na hasa wakulima, hasa wakulima. Ni wakulima wengi, ukiwauliza wanasema sisi ni maskini, maskini, si ndio? Jamani, lakini wakulima sio maskini, tatizo hawajui kuweka kumbukumbu ana kuku mia ana ng'ombe watano ana shamba eka tano ana nini? Ukijumlisha unaweza ukakuta huyo mtu ana zaidi ya shilingi milioni mia moja lakini anajiona eti ni maskini, anayejiweka chini ya mtu anayepata mshahara shilingi laki moja kwa mwezi, kitu ambacho sio sahihi. Tunataka tuwafundishe wakulima kwamba ni matajiri fika, ufundishwe namna ya uh, kutunza kumbukumbu. Watu wengi wanakopa mikopo ya kausha damu. Tunataka ujue namna ya kukopa, ujue kukopa, hasara faida, na namna ya kutambua mikopo mibaya. Tunafundisha mambo ya familia, tunafundisha mambo ya masoko na kilimo. Kwa hiyo, naomba niseme mkutano huo utakuwa na content hizi, na mkufunzi mkuu wetu atakuwa ni Pastor Peter John. Yeye ndio atakayetuendeshea mkutano huo pale Iringa. Kilingilio chetu ni shilingi elfu arobaini shilingi ngapi? Naomba tutaje wote, elfu aro yaani elfu kumi ya kwanza ya pili ya tatu, ya ngapi? ya nne tu kwa watu wengine, lakini waimbaji, kwa sababu watatumia sauti zao pale, wenyewe ni kumi tatu, yaani shilingi elfu thelathini tu, na wale wanachuo, na wana chuo na wanafunzi mbalimbali wao watalipia shilingi elfu ishirini. Ndugu zangu, na wakaribisheni wote. Ukiangalia haya yote, utakuta kila kitu kiko hapo. Usikae jinsi ulivyo. Wangapi ambao tutakwenda nao Iringa kuanzia tarehe kumi mpaka tarehe kumi na tatu? Wanyoshe mkono. Simameni, simameni tafadhali, simameni. Karibuni sana kwenye mkutano.